Hata kama maisha yako sasa yanaonekana magumu, usikate tamaa. Majaribu yako si kwa ajili ya kukuangamiza, bali ni kwa ajili ya kukuimarisha. Mungu kuruhusu upepo mkali, ili ukupeleke mbali zaidi ya ulipo sasa. Kila machozi unaomwaga leo ni mbegu ya baraka inayokuja.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 Hakika nguvu ya maono midia ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie sababu tisa kwa nini Mungu huruhusu upitie mapito kabla ya baraka. Namba moja, kukufundisha ujasiri na subira. Mungu huruhusu upitie changamoto ili ujifunze kushikilia imani hata wakati wa hali ngumu. Mapito ni darasa la Mungu la kukuandaa kupokea baraka. Ndiyo maana ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na mstari wa pili hadi wa tatu imeandikwa nukuu, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali mbali mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, Mungu huruhusu upitie katika changamoto na kipindi kigumu ili kukuandalia ujasiri au kukufundisha ujasiri na subira. Kwa hiyo Mungu anakuwa anaruhusu kabla hajakubariki, anakuwa anaruhusu upitie katika mapito kabla baraka zako, kwa lengo la kukufundisha ujasiri na subira. Mungu anakuwa anahitaji kukufundisha uwe jasiri na subira uwe na uwe na ujasiri ndani mwako uwe na subira ndani yako ya kiungu lakini sababu ya pili ya kwa nini Mungu huruhusu upitie mapito kabla ya baraka ni kukupatia uelewa na hekima ya kiroho changamoto hukuonyesha mahali ambapo una mapungufu ya kiroho hii ukufundisha kumtegemea Mungu badala ya kutegemea nguvu zako mwenyewe na kukuandaa kuchukua baraka kwa uelewa thabiti kwa hiyo hii ni sababu ya pili ya kwa nini mungu huruhusu upitie mapito kabla ya baraka zako ni kukupatia uelewa na hekima ya kiroho kwa hiyo mungu anakuwa anaruhusu upitie changamoto ili akupatie uelewa na hekima ya kiroho Changamoto hukuonyesha mahali ambapo una mapungufu ya kiroho. Hii hukufundisha kumtegemea Mungu badala ya kutegemea nguvu zako mwenyewe. Kwa hiyo kupitia yale majaribu ambayo unakuwa unapitia au kipindi kigumu ambacho unakuwa unapitia, Mungu anakuwa anakufundisha uwe na moyo wa kumtegemea yeye zaidi kuliko nguvu zako. Ndio maana watu wengi, asilimia kubwa ya watu wanapokuwa wanapitia katika kipindi kigumu, hujikuta wakimtegemea Mungu zaidi kuliko ya nguvu zao. Kwa hiyo mapito unayoyapitia yatakufanya umtegemee Mungu zaidi kuliko kuzitegemea nguvu zako, yatakufanya uwe karibu sana Mungu na Mungu. Kwa hiyo mapito unayopitia yatakuonyesha sehemu gani una udhaifu wa kiroho, lakini pia yatakufanya uendelee kumtegemea Mungu zaidi kuliko nguvu zako. Lakini sababu ya tatu ya kwa nini Mungu huruhusu upitie mapito kabla ya baraka zako ni kukulinda, ili usipatwe na matokeo mabaya. Mungu hukuruhusu upitie kwenye changamoto ili ya kubadilishe njia na kukulinda dhidi ya hatari, watu wabaya au uamuzi wa usio sahihi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16 na mstari wa tisa imeandikwa nukuu, moyo wa mtu huifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo natakiwa litambue Mungu huruhusu upitie kwenye mapito kabla ya baraka zako ili kukulinda usipatwe na matokeo mabaya. Wakati mwingine Mungu anakuruhusu uingie kwenye mapito na kipindi kigumu kwa lengo la kukulinda tu na dhidi ya hatari iliyoko mbele yako. Wakati mwingine unaweza kuwa unapitia kwenye nyakati ngumu, unapitia kwenye kipindi kigumu mpaka unajiuliza kwa nini Mungu ameruhusu haya mambo yote kumbe Mungu anakuwa kuna wakati Mungu anakuwa anaruhusu kwa lengo la kukulinda dhidi ya hatari iliyoko mbele yako. Mungu anajua kabisa kuna hatari ambayo iko mbele yako, kwa hiyo kabla ile hatari kukupata utaanza kupitia kwenye kipindi kigumu ambacho utajikuta ile jambo ambalo ungetakuwa endelea nalo. Unajikuta una unaliacha kwanza ile jambo. Kumbe Mungu alikuwa anakuepusha na hatari iliyoko mbele yako. Kwa hiyo kuna muda, ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Methali sura ya 16 na mstari wa 9, imeandikwa Moyo wa mtu ufikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Moyo wako unaweza kuwa unafikiri njia zako, lakini Mungu ndo anakuongoza hatua zako. Mungu ndo anajua upite wapi, Mungu ndo anakuwa anajua ufanye kitu gani na kitu gani ambacho utakiwa kukifanya. Kwa hiyo kuna wakati mwingine Mungu anaweza kana anaruhusu upitie kwenye kipindi kigumu kwa lengo la kukulinda na kukuepusha dhidi ya hatari na mabaya yote yaliyoko mbele yako. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo natakiwa nitambue. Lakini sababu ya nne ya kwa nini Mungu huruhusu kupitia mapito kabla ya baraka ni kukujengea tabia nzuri na uadilifu. Changamoto husaidia kubadilisha tabia, maadili na utu wako. Baraka nyingi haziwezi kudumu isi ikiwa moyo haujaandaliwa. Siku zote baraka zako haziwezi kudumu ikiwa Mungu hakukuandaa moyo wako. Kwa hiyo, Mungu huruhusu mapito ili moyo wako uwe safi, uthabiti wako uwe imara na uwe tayari kushikilia baraka bila kuziharibu. Kwa hiyo, Mungu anakuwa anaruhusu upite kwenye changamoto mbalimbali, upite kwenye kipindi kigumu, kwa lengo la kujengia tabia nzuri na uadilifu. Siku zote baraka nyingi haziwezi kudumu ikiwa moyo haujaandaliwa. Baraka nyingi haziwezi kudumu ikiwa moyo wako Mungu hajauandaa wa. Ndio maana Mungu anakuwa anakuruhusu kurusu upitie kwenye mapito kwa lengo la kukujengea tabia nzuri na uadilifu. Mungu anakuwa anaruhusu upitie kwenye kipindi kigumu kwa lengo la kukuandaa, kukutengenezea tabia nzuri sana. Kwa hiyo utajikuta kupitia yaani, uh, kadu unavyoendea kupitia kwenye kipindi kigumu, tabia yako inazidi kuimarika, unakuwa na uadilifu ndani yako, kuna tabia ya kuna tabia ya kubeba zile baraka pasipo kuziharibu. Kuna tabia ya kuthamini ile zile baraka za Mungu ambazo wamekupatia pasipo kuziharibu. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi la kwa nini a, hii ni sababu ya nne kwa nini Mungu huruhusu upitie mapito kabla ya baraka ni kukujengea tabia nzuri na uadilifu. Lakini a, sababu ya tano Mungu hukufundisha kumtegemea yeye na wala sio matokeo. Mapito hukufundisha kumtegemea Mungu kuliko matokeo ya haraka. Siku zote mapito unayopitia yatakufundisha kumtegemea Mungu kuliko kutegemea matokeo. Watu wengi wanaopitia katika majaribu hujikuta wakiwa karibu sana na Mungu. Kwa hiyo mapito huwa yanakufundisha kumtegemea Mungu zaidi kuliko matokeo. Lakini sababu ya sita ya kwa nini Mungu huruhusu upitie mapito kabla ya kukubariki ni kwa lengo la kukuandaa kwa baraka kwa wengine. Mara nyingi mapito unayopitia leo ni ushuhuda utakaookoa mtu mwingine kesho. Pia Mungu ukuruhusu upitie ili uwe na maneno ya faraja kwa wengine. Mungu anakuwa anakuruhusu upitie kipindi kigumu ili wewe uwe ushuhuda kwa watu wengine. Kwa hiyo mara nyingi mapito unayopitia leo ni ushuhuda utakaookoa mtu mwingine kesho. Mungu ukuruhusu upitie ili uwe na maneno ya faraja kwa watu wengine, watu waliokata tamaa, unaweza ukawa na maneno ya faraja kuatia moyo, na wao wakasonga mbele na wakashinda. Lakini aa, sababu ya saba ya kwa nini Mungu uruhusu upitie mapito kabla ya kukubariki ni kuimarisha ni kukuimarisha kiroho. Mapito ni kama mazoezi ya misuli ya kiroho kadi unavyopambana kwa imani ndivyo roho yako inavyokuwa imara na kushikilia ahadi za Mungu bila kuyumba. Kwa hiyo mapito hukuimarisha kiroho. Lakini pia sababu ya nane ni ya kwa nini Mungu huruhusu upitie kwenye mapito kabla ya kubariki ni kukupatia uvumilivu na huruma kwa wengine. Mtu ambaye hajapitia mapambano anaweza kukosa huruma, lakini mapito hukufanya kufanya uwe mnyenyekevu na mwenye huruma kwa walioko katika maumivu. Lakini sababu namba tisa ya kwa nini Mungu huruhusu upitie mapito kabla ya kukubariki ya ni kukuweka karibu na Mungu. Mara nyingi mapito ndiyo yanatufanya tupige magoti na kumtafuta Mungu kwa moyo wote. Asilimia kubwa, watu wengi hulegea kiroho pale kila kitu kinapoonekana kwenda sawa. Kwa hiyo Mungu anakuwa anakuletea mapito ili kufanya uwe karibu na yeye, kwa mara nyingi mapito ndiyo yanatufanya tupige magoti na kumtafuta Mungu kwa moyo wote. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment chini, andika nimejifunza zaidi. Lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe. Pia Mungu akubariki wewe utakietumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, akajibu hitaji la moyo wako. Ninakupenda, nikutakia wakati mwema.